Leo ninaongelea maisha kwa kutumia mfano. Maisha ni kama mfano wa watu ambao walikuwa wanasafiri wanaenda nchi ya mbali. Wote walianza safari yao wakiwa pamoja. Lakini walipokuwa wakiendelea wengi wao walichoka mapema sana. Na wengi kati yao waliochoka mapema waliamua kurudi nyumbani kabisa. Wengine walipofikia nusu ya umbali wa safari yao wakasema y kwamba hata ufika hapa sisi tumejitahidi mno. Wakabakia pale wakaanzisha na makazi. Lakini wachache waliteseka, lakini wakavumilia, hatimaye wakafika ile nchi ya mbali. Hata maisha yetu yanahalisia kwa mfano huu. Wapo watu ambao ujaribu, lakini uchoka mapema sana na wengine wanaamua kuyarudia maisha ya zamani lakini wapo watu wengine upambana, lakini ufikia sehemu wanaridhika wanakomea hapo. Lakini kwa kutumia mfano wachache sana, licha ya kupata changamoto za kimaisha, lakini uteseka, uvumilia, mwisho wanafika mbali. Sasa labda swali tu la kujiuliza hapa ni kwamba wewe unatamani kuwa kundi gani la watu hao?